Nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma ili nisije nikaipiga nchi kwa rana, ili nisije nikaiharibu, asema lakini, sikumpata hiyo ni Ezekiel 22:30. Mungu hakuwa anatafuta hela, hakuwa anatafuta silaha, hakuwa anatafuta wachungaji, hakuwa anatafuta mtu. Sio wachungaji, sio watumishi, mtu. Wewe ndio njia ambayo Mungu anaitumia kutatua changamoto kwenye jamii tuliyomo. Wewe ndio njia ambayo Mungu anaitumia kutatua changamoto kwenye jamii tuliyomo, ili Mungu aingilie kati lazima pia apatikane mtu. Ndiyo maana alipotaka kuleta mabadiliko kwenye taifa la Uajemi ilibidi apite kwa Danieli. Haikuwa mpango wa Mungu Wayahudi wauawe kipindi cha mfalume Aswero Swero, lakini walipolala Hamani akaja na ya kwake akatengeneza njama ya kuangamiza Wayahudi, ilibidi Mordekai amshtue Esta, wakatengeneza mpango wa mkakati, wakakaa kwenye maombi, Mungu akaingilia kati. Hiyo itoshe kukuonyesha kwamba Mungu hawezi kuingilia kati akabadilisha mazingira bila mwanadamu kuhusika, haiwezekani. Angeweza kuokoa, lile ni taifa lake. Hamani alikuwa ni mwagagi na mwagagi alikuwa ni Mwamaleki. Amaleki ni uzao wa Hesau, Hesau ni kakake Yakobo. Kwa pea, kuna vita vya kiukoo. Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Hesau mzaliwa wa kwanza na Yakobo mzaliwa wa pili. Yakobo akachukua uzaliwa wa kwanza wa Esau, alipata uzaliwa wa kwanza, baraka zikahamia kwake. Mzee Isaka akambariki Yakobo akidhani ni Esau, ko baraka zote kaondoeazao Yakobo. Esau akatengeneza chuki, alipotengeneza chuki akapanga kumuua Yakobo. Akakimbia kwa mjomba wake Rabani, alipokuwa anarudi akakaa, kaenda kaza watoto, akaenda akaenda utumwani, wanatoka utumwani. Kumbuka Esau na yeye akaoa wake, akazaa watoto kati ya wa watoto wake mtoto wake mmoja alikuwa ni Midian. Ile ni taifa ila alikuwa ni mtoto wa Esau. Wanatoka utumwani kwenda nchi ya hadi kwenye kitabu cha Kutoka sura kumi na saba wako kwenye bonde la Refidim. Amalek anatokea anapigana vita na Mwisraeli. Israeli ni mtoto wa Yakobo, Amaleki ni mtoto wa Esau. Bifu lililokuwepo ni la wazazi wao, baba mdogo na baba mkubwa wana mabifu. Ile sumu, ile roho ya chuki imeambukizwa kwa watoto wao. Israeli ni mtoto wa Yakobo. Maleki ni mtoto wa Esau, ko analipiza kisasi. Esau aliapa kumuua Yakobo, akakosa nafasi, mtoto wake anakuja kutimiza. Hawajui wanatembea, Amaleki biasema alitokea kwa nyuma. Ukisoma Biblia yako ni kwamba aliwapiga watoto, akapiga wazee, akaua wanawake, ndipo Musa alipopanda na Haruni na huli mlimani kuomba, Yoshua akaenda vitani kupigana na Wamaleki wa ukisoma Biblia yako kwa, baada ya kuangamizwa Amaleki, Mungu alimwambia Musa andika kwamba mimi nimeapa nitakuwa na vita na Amaleki milele na nitakisha nalifuta jina lake duniani kwao, vita vilihama. Japokuwa Amaleki alikuwa na vita na Israeli, ila Mungu aliingilia kati, akawa na vita na Amaleki pia, ukaenda kusoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura 15 na 16, Mungu anamwambia mfalume Sauli aende akawapige waamaleki awaangamize wote, asiache chochote, asiache mtu yoyote. Sauli ameenda kupigana vita, anapigana vita akamwacha Mwagagi. Mwagagi ilikuwa ni title, ilikuwa ni kama vile jina la farao. Farao, farao sio jina la mtu, farao ni jina la cheo. Kwa mwagagi ilikuwa ni cheo cha mfalume wa waamaleki kwa ukienda kusoma kitabu cha Esta, Biblia inasema kwamba Hamani mwagagi, kwa Hamani alikuwa anatoka kwenye lineage kwenye ule ukoo wa kifalme wa, wa Amaleki alikuwa ni mrithi wa kitu cha kifalme kwenye taifa la Amaleki, ila kwa sababu ya ile hali akajikuta yuko Uajemi, kwenye taifa jingine akapata nafasi na angalia, kwa sababu ndani yake ameumbiwa necha ya kifalme, akajikuta amevutwa kwenye nafasi ya kiongozi kwenye taifa lile na akajikuta kwenye position karibu na ya mfalme, na kwa sababu ya lile beef lililokuwepo kati ya Amaleki na Israeli likaibukia kwa Hamani mwagagi. Kwa sababu alikuwa na mabifu tayari Bifu lake lilikuwa ni la yeye na Modekai, sababu Modekai akakataa kumuinamia. Alingemuua Modekai peke yake, sio kuangamiza Wayahudi wa wote. Kwa nini alienda kwa Wayahudi? Ni kwa sababu alienda kwa Wayahudi kwa sababu kuna roho nyingine zinazoinjinia lile bifu nyuma liendelee kuwepo ili nini? Ili Hamani atumike kama kigezo cha kuangamiza Israeli wote, cha kuangamiza Wayahudi waliokuwepo kwenye taifa lile, sababu ya bifu ile kuwepo tangu kwa Hesau na Yakobo. Angalia, japokuwa Mungu alikuwa ametangaza vita kati yake na Wamaleki, ila hakuwa na namna kufanya kuwasaidia Wayahudi, hakuna namna kufanya ili takiwa kwanza, mpaka mtu apatikane. Na ndio maana Mungu akasema nikatangaza mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma. Alipoenda kwa Mordekai, ndio sema Mordekai kwa kiketi marangoni kwa mfalume makini, alikuwa nakaa kwenye maombi, akilinda katika ulimwengu wa roho kwamba marango ya wa taifa waliromo lisipitisha kitu cha kuwadhuru bila ye kujua. Na ndio maana Hamani lipa kupitisha kitu cha kuwadhuru, Mordekai alijua, sababu alikuwa anaketi kwenye marango kwa jinsi ya maombi, na akakiona. Alipokiona akaenda kwa Esther, akaambia Esther, kuna kitu kimetungwa, sheria imepitishwa, Wayahudi wote mwezi wa kumi na mbili tu wawe Angalia, Mungu hakuingilia kati mpaka kwanza mwanadamu aliposimama, akaingilia kati. Mwanadamu wasingeingia kuomba, wakafunga siku tatu, wasingeomba, wangeuawa. Wangeuawa sio sababu Mungu alipenda wauawe, wangeuawa kwa sababu mwanadamu wa kuzuia kile kifo angekosekana. Matendo Herod, ya Mitume sura kumi na mbili. Herodi amemkamata Yakobo akamkata kichwa. Biblia inasemaje? Alipoona imewapendeza Wayahudi akamkamata na Petro hata akamkata kichwa, kwamba ilikuwa ni kipindi cha sikukuu, kwa akamtia siku kwa gerezani kwanza, ili sikukuu ipite. Biblia inasemaje? Siku ya kuamkia siku ya kuaa kwa, kwa Petro, kanisa likakutanika likaomba kwa juhudi usiku ule ule. Maombi ya kanisa liliomba yakamtoa malaika mbinguni, yakampeleka mpaka gerezani. Biblia inasemaje? Petro amelala hawezi kujisaidia, hana namna ya kujitoa. Akampiga ni akamka, akaambia vaa nguo zako, vaa viatu vyako. Akafungua geti la kwanza akamtoa Petro, akafungua geti la pili akamtoa Petro, akafungua geti la tatu la mji akampaka paka ya nyumba ya mama yake Yohana mahali alipokuwa anaombea, kumwonyesha kwamba kilichokutoa gerezani ni haya maombi. Kanisa lisingeomba malaika asingenda, kanisa lisingeomba Petro angekatwa kichwa. Yakobo alikatwa kichwa, so sababu Mungu amependa katwa kichwa, sababu hakuna mtu aliyeomba. Ndio maana Petro alipokamatwa kanisa likaomba, Mungu akaingilia kati. Kanisa lisingeomba Petro angeuawa. Hamani ametengeneza mtego wa kuangamiza Wayahudi. Esta na Modekai wakatengeneza mpango mkakati, fungeni kwa siku tatu, theni tuombe. Wasingefunga wakaomba, Wayahudi wote wangeuawa. Si sababu Mungu amependa wauawe, ila ni kwa sababu angekosekana mtu mahali pale popote pale, Mungu hana uwezo wa kuingilia kati na kusaidia watu au kutengeneza kuwabadilisha hali fulani bila watu kuingia kati kuomba, hana uwezo. Si kwamba Mungu haoni watoto wanavyouawa, watoto wanavyokufa, sio kwamba Mungu haoni. Si kwamba Mungu haoni ajali zinazotokea basi, zinapinduka watu ambao wana hatia wanakufa, sio kwamba Mungu haoni. Si kwamba Mungu haoni vitu vinavyotokea mahali mahali, watu wanaangamia. Kuna watoto ambao hawajui mema na mabaya wanakufa, sio kwamba Mungu haoni. Lakini Mungu hana uwezo wa kuingia kwenye mazingira yoyote yale ya mwanadamu bila ruhusa ya mwanadamu. Hana uwezo ni taratibu ambao umeweka mwenyewe na Mungu hawezi kuvunja utaratibu. Hana uwezo kuvunja utaratibu sababu Mungu ni Mungu wa haki na ni Mungu wa utaratibu. Ameweka kanuni mwenyewe, hawezi kuzivunja. Ndio maana Daniel sura ya 10, baada ya Daniel sura ya 9 kusoma Biblia, akasoma kitabu cha Ezekiel na Biblia ya Yeremia, alipoona kwamba muda wa kukaa utumwani umeisha, akajua sasa hatujatoka, hatutatoka mpaka maombi, akaanza kuomba. Sura ya 10 angalia. Baada ya kuomba, malaika anamtokea siku ya 24 anamwambia tangu siku ya kwanza ulipotia nia kuomba, Mungu alikusikia na kukujibu ili pepo la Uajemi lilinizuia. Siku 21 majibu kwako kwa. Asingeomba asingepokea majibu. Si kwamba Mungu hakutaka apokee majibu, ili kuna kitu kilizuia asipokee majibu, na Mungu asingeingilia kati mpaka kwanza Daniel ameomba. Angalia, maraika na nguvu kuliko pepo. Maraika akitumwa na Mungu, kuna uwepo wa Mungu unamfata, ana mamlaka ya kimungu, ila yeye mwenyewe kwa kinywa chake alimwambia, Danieli siku ishirini na moja pepo la uajemi linizuia nisifikishe majibu kwako, sababu Mungu alikujibu tangu siku ya kwanza. Anasema tangu siku ulipotia nia kuomba, Mungu alikusikia na akakujibu, ila pepo la uajemi linizuia siku ishirini na moja siku ya ishirini na moja anasema, malaika Mikaeli yule mkuu alikuja akanipigania, nami nimetoka nikupe majibu. Kwa hiyo malaika hakutoka siku ya kwanza, hakutoka siku ya kumi, mpaka siku ya ishirini na moja kwa sababu kiwango cha kimaombi kilitosha siku ya ishirini na moja Na ndio maana Daniel ali aliomba siku ishirini na moja alipomba siku ishirini na moja mzigo ukakata. Ulipokata hakuendea kuomba, kwa sababu ndipo kiwango kipo kinatosha. Mungu tenda kazi kwa kiwango cha nguvu inayotenda kazi ndani yetu, na tunatoka kiwango cha nguvu kwa jinsi ya maombi. Kwa kadri unavyozidi kuomba, ndivyo ambavyo nguvu inatoka ndani yako, inavyotoka ndani yako, ndivyo ambavyo inatilia uwezo wa maraika, na maraika haingii kutenda kazi upande wako mpaka nguvu zimetosha kwanza, kwa sababu ya kanuni zipo katika ulimwengu wa roho. Haruhusi kutumia nguvu zake peke yake, atumia nguvu za Mungu zoko ndani yako. Ndio maana Mikaeli, kumbuka, ni maraika wa vita, hakutoka siku ya kwanza. Mbinguni alijua kuna mtu akwetu amekamatwa mahali alijua lakini, Mungu alichokifanya aliachilia mzigo kwa Danieli aendelee kuomba. Biblia inasema alikuwa naomba mara tatu kwa siku. Siku ya ishirini na moja, kile kiwango cha nguvu kinachotosha kutumiwa na malaika Mikaeli kumpigania yule malaika aliyetumwa ndipo kilipotimia, nalipo mzigo wa Danieli ukaisha kuomba, then akaenda kumpigania. Ndio maana haupaswi kuchoka kuombea kitu. Kinachotufanya tuache kuomba sio kwa sababu tumeomba, ni kwa sababu tumepata matokeo. Kanuni ya kibiblia, hauruhusiwi kuacha kuombea kitu mpaka kwanza kimefanyika kwenye maisha yako. Mungu wakati anamleta Yesu duniani alimwinua Simeoni na ana waombe kwa ajili ya ujio wa Yesu kuzaliwa, na Mungu akamwambia Simeoni kwamba hautakufa mpaka umeona kile ulichokuwa akiombea, na Simeoni hakuacha kuomba mpaka siku amemwona Yesu. Na siku Yesu anapelekwa hekaluni, siku ya nane anapelekwa hekaluni, Mungu alimsemesha na akamwambia, nenda hekaluni. Akaenda walikuwa wanaingia watu wengi, wanaingia wanawake wengi, wana watoto wadogo wengi wengi. Mariamu hakujua kwamba anaenda kukutana na mtu wala Mariamu hakujua kwamba kuna watu walikuwa naomba mahali ili mimi nipate mimba ya Yesu nizae, hakujua siku anaingia karuni. Simeoni alienda moja kwa moja kwa Mariamu, akamchukua Yesu akamwambia, sasa Bwana waweza kumruhusu mtumishi wako akaenda kwa amani. Aliyoyasema yote kutokea pale yanakupa picha ya kwamba alikuwa anaendelea kuomba mpaka alipoona. Matendo sura kumi na mbili kanisa halikuacha kuomba mpaka petro alipopelekwa walipoomba malaika akaenda kumtoa Petro gerezani, alimpeleka moja kwa moja mpaka kwenye ile nyumba aliokuwa anaombea, akagonga geti, mfanya kazi akaenda kufungua geti, akamona ni Petro, akafunga akarudi, akawambia ni Petro, akasema hasio Petro, labda ni mzimu wake, akaambia aka wa ni yeye. Malaika akaondoka akapotea, Petro akabaki akaongea nao, waliona udhihirisho wa maombi yao. Niona kitabu cha Luka sura kumi na nane mstari wa imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Imewapasa maka ni lazima kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa.